Huyu dokta ambaye ameitwa dokta dokta Sule. Hiyo ni moja kati ya pete ambazo nikivaa inaniongezea thamani ya ufalme, uwezo, ubora na kuthaminika. Kama shiriki gani unazunguza maneno shekhi, kule naweza kuzunguza maneno. Lakini ziko pete ambazo mtu anatengenezewa pete ya bahati. Yaani, pete inayobeba uh, thamani yake, quality yake. Hakuna kitu kama hicho. Abadan. Wote ni ushirikina, sio majini, tunaweza hata kumwita ndege. Na kwamba kiongozi wa dini ya Kiislamu Masjid Umar online TV, haya maneno ndani yake yanaonyesha kwamba huyu msemaji haijui tauhidi na huyu msemaji haijui dini ya Kiislamu vizuri na hajui sheria ya Allah subhanahu wa taala vizuri na leti. Kama angejua basi asingesema maneno hayo ya ajabu kabisa. Na haya maneno waliyesema kwamba tunaweza tukamtumajini Marekani akaenda kavuruga kesi kwa dua. Hakuna dua ya namna hiyo katika Uislamu. Dua ni kumwomba Allah subhanahu wa taala direct aweze kutuondoshea dhara fulani au kutuletea manfaa. Haijatokea Mtume sallallahu alayhi wasallama anataka kufanya jambo lake akayatuma majini, na yeye ndiyo mbora wa viumbe. Haijatokea kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama wakatuma majini kwenda kufanya jambo fulani. Mtume sallallahu alayhi wasallama alipigana na makufar katika hali nzito, na masahaba walipigana na makufari katika hali nzito, na wala hawakutegemea majini au kutuma majini au kufanya jambo lolote.

tanazzalu ala kulli affakin athimu, jawabu ni kwamba mashaitani wanateremka kwa kila mtu muongo athimu muovu. Kwa hiyo mashaitani yanateremka kwa watu waongo na watu waovu. Anasema Asheikhu Saadi rahimahullah katika tafsiri hapa anasema

eji kongamano la majini mmewapoteza sana wanadamu. waqala awliya'u auliyauhum min alinsi, vipenzi vyao katika wanadamu. Watasema, yaani katika kutoa udhuru, watasema rabbana istamtaa baduna bibadin, ee Mola wetu, kila mmoja amejinufaisha kwa mwingine. Istamtaa baduna bibad, kila mmoja amenufaika kwa mwingine mitamatta amesitarehe kwa mwingine, kwa maana amepata faida kwa mwingine. Wa balagna ajrana alladhi ajjalta lana, na leo hii tumefikia ile tamati yetu, ule muda wetu ambao umetuwekea leo tumefika. Qala an-naru mathwaakum, Allah akasema moto ndio makazi yenu. Sasa kwa sababu walikuwa makafiri wao wamekufuru kabisa, akawaambia khalidina fiha, mtaishi humo milele illa ma sha Allah. Amesema alimamu

na mwanadamu kila mmoja amestarehe kwa mwenzake, kupitia mwenzake na amenufaika kupitia mwenzake. Wantafaa bihi, na amenufaika naye. Faljinniyu yastamticu bitaati al linsini lahu, jinni anapata faida kwa yule binadamu kumtii. Wa ibadati, na kumwabudu yaani binadamu kumwabudu jinni. Wa tadhimihi, na kumwadhimisha jinni. Wa stiadhatihi bihi, na kujikinga naye

Nakuta, nakuta, nakuta, nakuta, kinga, nalo, na kutana na kujikinga nalo. Wal-insi yastamtiu binaili aghradihi, na mwanaadamu anapata faida kwa jinni. Binaili aghradihi, kwa kupata malengo yake. Wa bulughihi, na kufikia malengo yake. Bihasabi khidmati aljinni lahu bada shahawatihi, kwa vile ambavyo anamhudumia jinni katika yale matamanio yanayoyataka

Wadih, sasa huyu dokta ambaye ameitwa dokta Dokta Sule yeye anadai anajituma ana jini Marekani kuharibu kesi. Maanaake huyu jini anamtii, laisa kadhalika, hawezi kumtii jini Dokta Sule kama yeye hajafanya nini, hajamtii katika haja zake. Na no, wanaeleza ahlul ilmi kwemu Sheikhul Islam Ibn Taimiya kwamba miongoni mwa masharti ambayo jini anampa mwanadamu ili amtii ni pamoja na kuinajisi Qur'an, kuitilia haja ndogo Qur'an, au haja kubwa, au kuichana Qur'an, au kufanya jambo la uovu sana, jambo la uovu sana. Hizi ni katika aina za mtu anaamrishwa ana na majini kwamba ukitaka nikufanyie jambo lako, basi kafanye jambo kadha na ni jambo linakuwa ovu ambalo linakasirisha Allah Subhanahu wa taala. Akifanya lile jambo, yule jini anaridhika, na hivyo wanamfanyia jambo lake. Kwa hiyo kama kweli anafanya hivyo, basi anche Allah Subhanahu wa taala, na huu si Uislamu. Uislamu Uislamu umepiga vita mambo haya, na huu ni ushirikina, na hawa ndio wale wanaowaambia watu lete mbuzi kadha tukufanyie kadha, letejoko kadha, tukufanyie kadha. Huko ndiyo kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanaenda wanayachinjia majini, na huko ndiyo kuabudu jini, na huko ndiyo kuabudu wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndio ushirikina na ni kinyume cha tauhidi. Na maneno haya ambayo wameyazungumza watu, wametia komenti nyingi sana katika ile akaunti e hasa wasio kwa Uislamu wakas, wakisema: hee, Waislamu mmeona, kumbe nyinyi mnafuga majini, dini yenu. Tumesema ya majini hakadha. Mtu anaushafua Uislamu kwa maneno yake ya ajabu ajabu na kwa vitendo vyake vya ajabu ajabu. Kwamba mnaona tumesema, kaangalie kwenye komenti utakuta maajabu, kuna watu wameona, utakuta komenti za ajabu na kweli. Mtu kazungumza, atakaitwa kiongozi wa dini ya Kiislamu na nyinyi mliwandika kwamba kiongozi wa dini ya Kiislamu aliowaambia, kiongozi wa dini ya Kiislamu nani? Kiongozi wa dini ya Kiislamu hawezi kuwa na maneno kama haya. Halafu wanasema inategemewa unalitumiaje jini, hudhuru bila bina, bina, kutia mtu uchizi, anaitakidi kutia mtu uchizi ndio kulitumia jini vibaya, ama kwenda kuvuruga kesi eh, kutumia kutuma jini kwenda kuvuruga kesi ndio kulitumia jini vizuri Ala? Sasa kuvuruga kesi na kutia mtu uchizi, lipi jema hapo? Yote si mabaya. Unavuruga kesi viki sasa, kama ni kawaida, manake wewe si mharibifu? Ona unasemaje, unavuruga kesi ya yani, unavurugaje kesi? Manake wewe mharibifu, tena unajitangaza wazi, unavuruga kesi, kesi yani, kwa kutumia jini sasa. Na unavurugaje kesi sasa? Sasa shehe gani unazunguza manoga, anaanza kel kuzunguza manogama yani, huyu wa hivi anayesema kwamba anamenda kutia mtu uchizi, naynenda kuvuruga kesi sasa nyote si nimetuma hiyo jina kwayo, kama huyu ni mchawi naye si mchawi, yani tofauti ya uchawi wa huyu na wewe na nini? Huyu katuma kufu, kutia mtu uchizi, na huyu katuma kufanya nini? Kuvuruga kesi. Kesho kuto utamtuma si kuvuruga kesi kingine. Wote ni uchawi ndugu yangu, wote ni uchawi. Halafu anataka kunasibisha na dua kwamba kwambahuu si ushirikinaonita usi kwa uganga wa kitabu. Hakuna uganga wa kitabu wala wa wak, wak, kisosi wote ni ushirikina. Hakuna uganga wa kitabu unyangu sijui wa dua sio wa kutuma ini kwa dua sijui kwa Qurani, kwa, kwa, kwa, kwa hakuna kitu kama hicho abadan, wote ni ushirikina. Na hivyo vitabu vinavyoeleza vinavyoelezea mambo hayo vimeandikwa Kiarabu hio n vimeandikaandika baadhi ya maneno lakini ni ushirikina, na Uislamu hautambui vitabu hivyo, hautambui dini yetu ya Kiislamu haitambui hivyo vitabu, ni vyakishirikina na ni ushirikina. Ni kweli kuna baadhi ya watu wanavisoma ambao wanajinasibisha na ushekhe na wanatumia huo wa uchawi, yai enyevo vitabu ni uchawi zangu Uislamu, ihdharu min hadha tahadharii, na hivyo vitabu na hawo waliovisoma, alafu wakatekeleza kama